Stori yangu ya ufundi nimeanzia mwaka elfu mbili na kumi. Naitwa na Juma Darusi, ni mtoto wa tano kwenye familia ya mzee Darusi Juma na mimi najishughulisha na maswala ya garage mechanics. Stori yangu ya ufundi ya nimeanzia mwaka elfu mbili na kumi ndo nimeanzisha, nimeanza ni maswala ya ufundi maeneo ya Kiwalani, Bombom, Malkazi. Nimeanza pale tokea mwaka elfu mbili na kumi mpaka leo. Hapa nilipofikia bado nipo kwenye geleji na naendelea na maisha yangu mengine. Nimeanza kujifunza ufundi mwaka elfu mbili na kumi na nilikuwa nafundishwa na, na mzee wangu ambaye sasa hivi yeye ni marehemu ndo alionipa ujuzi huu mpaka hapa nilipofikia, yeye amenisaidia kwa njia kubwa sana mpaka hapa nilipofikia. Namshukuru Mungu, namshukuru na yeye kwa kuniachia ujuzi. Bado tunaendelea kupambana. Elimu yangu niliishia kidato cha tatu, baada ya kushindwa kulipa ada ya kumalizia masomo, ndo nikaamua kujiunga na gereji, nikawa kuanzia hiyo elfu mbili na kumi, tukaja mpaka elfu mbili kama na kumi na nane kumi na tisa ndo mzee wetu akaja akafariki, akatuachia sisi ofisi. Bado tupo tunaendelea na ofisi kuanzia hiyo elfu mbili na kumi nilipata changamoto takribani miaka minne kuanzia elfu mbili na kumi na moja kumi na mbili kumi na tatu mpaka kumi na nne Nashukuru Mungu ndo nikaja nikaanza kuyapata mafanikio baada ya mzee kunipa ujuzi nimekaa na, kwa sababu kazi nilikuwa mwenyewe naipenda baada ya kuacha masomo nikawa nimezingatia kazi yangu naenda nayo vizuri. Mungu akanijalia mwaka 2014 ndo nikafanikiwa kupata gari yangu ya kwanza, ambayo hiyo hiyo alinikabidhi mzee wangu baada ya kuona nimeshahangaika sana, nimepambana sana, akaniachia hiyo gari moja. Nikaanza nayo hiyo hiyo gari moja, Mungu akajalia mwaka elfu mbili na kumi na sita nikaongeza tena ya pili mpaka hapa tunavyoongea sasa hivi, nashukuru Mungu kwa kazi, jinsi nilivyokuwa naifanya na mafanikio yake nimeyaona, nimebahatika kuwa na vigari vyangu vitatu na maisha yanaendelea. Nimeshawauzia watu wengi magari na nimeshawasaidia watu wengi kwenye ufundi, sababu tokea mzee alivyofariki ofisi nilivyoachiwa mimi, manake vijana na mimi nikawa nachukua, naendelea kuwafundisha ufundi baadhi ya hao vijana sasa hivi wako barabarani, ni madereva wanaendesha magari, na gari nyingi utazikuta zina nembo ya Sharifu ambaye ni mzee alioanzisha hii ofisi yetu. Na upande wa kuuza vile vile, tumeshauza gari nyingi sana mikoani na hapa hapa ndani, tumeshauza gari nyingi sana, idadi siwezi kuzikumbuka, lakini si chini ya mia, naweza nikasema hivyo. Anaitwa Asirali Hamisi. Nakaa wilaya ya Temeke mtaa kwa Mpogo, hapa ndo kazini kwangu kama mnapopaona hapa. Mimi nilikopo sina kazi yoyote huko nilipotoka, kwa hiyo nikaja hapa gereji, nikakutana na fundi mmoja ambaye ndo hadi leo ananisimamia, na licha ya fundi wangu huyo ambaye ananisimamia, kuna fundi mkuu kabisa ambaye ndo Sharifu mwenye gereji yake. Kwa hiyo mi napenda sana kumshukuru fundi wangu kwa kunipa ajira, fanya kazi katika eneo hili. Familia yangu zina inaendelea vizuri, na mwenyewe maendeleo yangu mazuri, nakula vizuri na shiba, napendeza. Alhamdulillah, namshukuru Mungu sana. Mafanikio yangu mimi kama mimi binafsi ni baadhi ya pesa tu ambazo zinanisaidia mimi kama mimi kujiendesha pamoja na familia yangu. Changamoto nazipitia Mojawapo kuhusu hawa madereva wetu hapa gereji, wanaokuja kuleta vyombo vyao na watengenezea vizuri kwa usahihi, ila baada ya kutoka na kuelekea katika shughuli zao, wanapiga simu kwamba labda kuna bolti fulani hivi haijakazwa, labda kuna kitu fulani hakijai kwa sawa, labda kuna nini, ili mradi kwa tu kwamba wapate tu wanachokitaka wao kwamba sisi hatuna huduma bora. Umeona? napili pia kwamba kuhusu awo hawa madereva pia wanakuwa ile heshima kama kutuheshimu kama sisi mafundi ambao tunapewa kazi za kuwatengenezea te, vyombo vyao, sijui service, sijui mtu kaja mfungulie mguu mfanyie nini tena nakupo, wanatuzalau yani kwamba hawezi kwa usahihi, ni anakuwa macho, yani kwamba huyu fundi akafanya hichi kitu kwa usahihi anakuwa anakukazia macho, yani unafanya kazi yako na kati yoko makini na kazi yako. Kwa majina naitwa Tobias Sospita Masanja au Conscious Nguzo eh bwana. Nipo kwenye gereji ya Sharifu nikiwa kama dereva wa muda mrefu. Kazi yetu kubwa sisi hapa bwana, kama gari inakuwa imekuja kurekebishwa hapa, sisi ndo madereva wakuu wa mwanzoni kabisa ambao unaweza ukaichukua gari na kuipeleka kwa mteja. Kwa mfano gari hii ambayo niko nayo imesharekebishwa, iko vizuri, inatakiwa mteja aipate kwa wakati. Kwa hiyo sisi ndo tunakuwa tunachukuliwa na kuisafirisha. Kwa hiyo tunashukuru Mungu kwa kupitia gereji hii ya Sharifu, imekuwa ni chanzo kikubwa cha kuendesha familia yangu, maana ni kazi kama kazi zingine. Tunafanya mambo yetu yote kwa kutumia hii gereji, na hii ni kazi yetu kama kijana ambaye najitafuta kwa hiyo watu wa sehemu mbalimbali, mataifa mbalimbali mbali, ndani ya nchi na nje ya nchi, mnakaribishwa sana kwenye gereji ambaye ipo chini ya usimamizi kwa sasa kwa Juma Sharif ambaye anaisimamia. Kuna vijana mbalimbali mbali, wapo mafundi wa kila aina. Ukifika hapa lazima upate huduma zote zinazohusiana na gari. Ukihitaji huduma ya umeme, labda gari ina tatizo, hata kuchomelea chochote, maana gari hapa inatoka ikiwa wameipimpu vizuri. Lakini yote kwa yote, madereva pia wapo wakutosha. Ukihitaji gari yako ifike kwa wakati, ukifanya malipo kwa wakati pia, kila kitu utakipata. Naitwa Hadija na Anasoro kutoka Kiwalani, ni mama ntilia hapo nyuma Kiwalani kwa Limboa, anauza chakula chakula cha aina yote, ugali, wali, mbote, mnakaribishwa. Nawauzia hawa vijana wa gereji, nawashukuru sana, nimepata ajira kupitia hii gereji. Nawauzia chakula kizuri, nashukuru, nimepata ajira hapa. Nawauzia waba, watu wa gereji hapa kwa Sharifu wanakula chakula vizuri, sahani 30, kwa siku. Kwa majina naitwa Hamisi Saidi, ni mkazi wa Kiwalani Yombo. Kuhusiana na swala la bwana Bwana Juma au Sharifu, Huyu ni jirani yetu mi pia ni, ni, ni, nipo kwenye kamati ya ulinzi mtaa wa yombo Kiwalani. Huyu bwana tunamfahamu vizuri sana, kaajiri watu wengi, vijana wengi, wengine pia walikuwa kwenye matukio mabovu mabovu. Unavyozungumzia matukio mabovu, nadhani najua, lakini aliwahamasisha kwa namna moja au nyingine, akawaleta kwenye ajira ya, ya magari ya ufundi kwa hiyo ni mtu ambaye tunamfahamu, anaishi na watu vizuri, hana shida aina yoyote, na ni mtu mwema kwa kweli, kwa sababu kawapa vijana wengi sana ajira katika mtaa wetu sisi. Tunamshukuru sana kwa uwepo wake.